Wafuatiliaji wa St. Gaspar Media, katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo Jumamosi, juma la nne la Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 11 aya ya 18 hadi ya 20, na somo la Injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohani sura ya saba aya ya arobaini hadi hamsini na mbili Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilioandikwa na Yohani. Wengine katika mkutano walipoyasikia maneno ya Yesu walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema Huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Andiko halikusema ya kwamba Kristo atatoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehem, mji ule aliokaa Daudi? Basi ukaingia matengano katika mkutano kwa ajili yake, baadhi yao wakataka kumkamata lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Basi Mafarisayo wakawajibu Je, ninyi nani mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa wasio ifahamu Torati wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemu, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao, je Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, injili tuliyosikia hivi punde inaeleza jinsi watu wengi walivyo na mtazamo tofauti juu ya Yesu Kristo. Je, mimi na wewe tuna mtazamo gani juu ya kumfahamu Yesu? Na waalika tujifunze na kutafakari mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, asili zisitufanye tuwe na upofu. Ndugu zangu, asili ya Yesu ilijulikana na mafarisayo na makuhani. Walijua amezaliwa wapi, anatoka ukoo gani, na familia ya nani na ya hali gani. Mambo haya yaliwakufusha na hawakuona mema yake na kazi yake ya kuhubiri neno la Mungu na kuponya, hivyo wakataka watu wasimwamini kuwa ndiye Kristo, kwa kuwa walijiuliza Kristo atoka Galilaya na katika ukoo wa Daudi. ili linaonesha mashaka ya watu wapendwa. Katika maisha yetu, tuonapo jambo zuri, tuliunge mkono ili liweze kukua na kuendelea. Hii itatusaidia kupambana na kuachana na ubaguzi wa rangi, ukabila, utaifa Mambo haya ni vizuizi vya maendeleo katika nyanja zote, kama vile za kiuchumi, kisiasa, kijamii, hata kidini. Jambo la pili, mambo mema na makubwa kutokana na mambo madogo. Tusidharau watu au vitu kutokana na mwonekano wao, wametoka wapi au vimetoka wapi kwani hatujui kesho vitakuwa na ukubwa gani katika maendeleo yetu. Katika kuvitafakari, tuweke umakini na tuvitukulie kwa uzito. Waswahili wanasema mbuyu ulianza kama mticha. Yesu katika kunena na kuhubiri kwake, walimdharau na kumuona wa kawaida, lakini ndiye mkombozi wetu, kwani alisulubiwa kufa kwa ajili ya ukombozi wetu wanadamu. Wakuu wa makuhani na mafarisayo waliwadharau pia wale wasikilizaji wa neno la Mungu kwa kusema hawaifahamu Torati na wamelaaniwa. Hata sisi tunadharauliwa na kulaaniwa kwa imani yetu juu ya neno la Mungu na Kristo, lakini tusimame imara na kusimamia ukweli kwani hayo yote si kitu mbele ya Mungu na kazi zake. Wapendwa, Mungu achagui na haangalii jinsi sisi tuchagwavyo na tuangaliavyo. Tuheshimu wote kwa kuwa hatujui nani atatusaidia kesho katika masuala ya maendeleo ya kimwili na kiroho. Jambo la mwisho, hukumu ya haki. Mafarisayo na wakuu wa makuhani walimhukumu Yesu pasipo haki, na waliwaagiza watumishi wakamkamate wampeleke katika baraza, lakini watumishi waliona hana hatia, hivyo tunaambiwa hakuna aliyenyosha mkono kumkamata na walivyorudi wakawaambia wale waliowatuma kuwa Yesu maneno yake si ya kawaida. Naweza sema hekima ya Yesu ilikuwa ya juu na hakuna mtu aliyeweza kunena kama yeye. Nikodemu anamtetea Yesu bali alisema torati haiwezi kumhukumu mtu kama hawajamsikia au kujua atendavyo. Wapendwa, hata sisi hatupaswi wahukumu wengine pasipo kujiridhisha kwa ushahidi wa kweli na kusikia na kuona. Mara nyingi tunawahukumu watu pasipo haki kwa kusikia tu kwa watu jambo fulani lisilo na ukweli. Leo tunaaswa, kabla ya kuhukumu mtu tujiridhishe na ukweli wa jambo tulilosikia na kuliona.